Na wale wasiojua, sisi hatukuwa wafuasi tu wa Raila Odinga, sisi tulikuwa washirika muhimu wa Raila Amolo Odinga, sisi tulikuwa washirika muhimu sana. Na niliwaambia watu ambao hawajui, ukifuata sera na siasa ya Raila Amolo Odinga, alikuwa na marafiki na washirika na wafuasi hasa katika jimbo la Pwani chini mashinani. those people have never had an opportunity to say what may be in their hearts. Tumelewana na yamesemwa hapa, kama huyu mzee Mwaguda ambaye amemlinda mzee akiwa korokoroni. Mimi mwenyewe nishasikia hilo jina kwa marehemu baba kwa miaka kila siku wanataja vile huyu mzee alimsaidia akiwa ukorokoroni.